Katika miaka ya hivi karibuni kumekuwa na ongezeko la vijana kujitokeza kutia nia ya kugombea nafasi mbalimbali za uongozi ndani ya Chama cha Mapinduzi CCM katika maeneo tofauti ya Tanzania ikiwemo mji wa Moshi. Miongoni mwa vijana hao ni Sajjad Mshele kutoka kata ya Bondeni, anayewania kuchaguliwa ndani ya chama katika nafasi ya ubunge, ambaye amerejesha fomu mnamo tarehe Mosi Julai 2025 katika ofisi za chama za wilaya ya Moshi mjini. Taswira inajengeka hasa pale vijana wanapojitokeza kugombea nafasi ya ubunge, inazua mijadala yenye sura pana kuhusu sababu za hali hiyo, maana yake kwa chama na kwa mustakabali wa siasa katika jamii husika. Kwanza, kwa baadhi ya wachambuzi wa masuala ya siasa, hatua vijana kuwania nafasi hiyo inaweza kutafsiriwa kama dalili ya kutoridhishwa kwao na uongozi uliopo. Pengine kuna mtazamo kuwa viongozi waliopo hawakidhi matarajio ya wanachama au wananchi na hivyo vijana wanaona haja ya kuleta damu mpya, mawazo mapya, na mikakati mipya ya maendeleo. Katika muktadha wa mji wa Moshi, ambapo maendeleo ya mji yanahitaji kasi ya, ya kisasa na ubunifu wa hali ya juu, vijana wanaweza kuhisi kuwa wao ndio chachu inayohitajika ili kusukuma mbele ajenda ya maendeleo ya kisasa, uwajibikaji na ushirikishwaji wa wananchi katika maamuzi. Pili, kuibuka kwa vijana katika ulingo wa siasa kunaweza pia kuwa kielelezo cha kukua kwa demokrasia ndani ya CCM. Hii inaonyesha kuwa chama kinatoa fursa kwa wanachama wake wote bila kujali umri kushiriki kamilifu katika ujenzi wa chama na taifa. Hali hii inaashiria mabadiliko chanya ya kiuongozi ambapo uongozi haupimwi tena kwa misingi ya umri au uzoefu wa muda mrefu pekee bali pia uwezo wa kuona mbali, uadilifu na kujituma kwa ajili ya jamii. Kwa kwa majiji kumepelekea kuwa na fursa nyingi sana, hasa kwa vijana, kwa sababu tunategemea kwamba ukuaji wa jiji huwa unaenda sambamba na ongezeko la watu. Sehemu ambapo watu wanakuwa ni wengi, tunategemea watahitaji mahitaji ya muhimu kama vile chakula, watahitaji mavazi. So kwa vijana katika kukua, kukua kwa, kwa miji, tunategemea wanaweza wakajihusisha katika shughuli za shughuli ambazo zitawafanya kuongeza kipato chao, kwa mfano kwa vijana kama vijana unaweza kukuta pale wanaporekebisha miundombinu, sio kwamba kila mtu ana uwezo wa kuwa akaenda kula kwenye hoteli kubwa, mama mama ntilie kama mama ntilie, ni vijana wanaweza wakaweka pale migawa yao. Hata hivyo, si sahihi kusema moja kwa moja kuwa viongozi waliopo wameshindwa kutekeleza majukumu yao. Wakati mwingine, vijana wanaweza kujitokeza kwa lengo la kujifunza, kupata uzoefu, au hata kupima nguvu ya ushawishi wao ndani ya chama na jamii kwa ujumla. Ni jambo la kawaida katika mifumo ya vyama vya siasa duniani kote kuona kizazi kipya kikijitokeza na kushindana kwa hoja na mikakati, hata katika mazingira ambayo hakuna dalili ya wazi ya udhaifu wa viongozi waliopo. za hajira zimezidi kuongezeka, kama vile za bodaboda ambazo kila siku vijana wanazipata wana, wana, wana, wana, lakini pia kuna fursa za ujenzi wa miji, kwa sababu miji kadri inavyokuwa, ukumbuke kuna ujenzi mbalimbali unaendelea, kwa hiyo maanake vijana wanapata fursa za k. Pia mazingira kisiasa ya kisiasa yamebadilika sana, hasa kwa kuzingatia kwamba idadi kubwa ya wapiga kura ni vijana. Kwa hiyo vijana wanaogombea nafasi kama ubunge wanaweza kuwa na mtazamo kuwa wao ndio wenye nafasi nzuri zaidi ya kuwasiliana na wapiga kura wenzao, kuelewa changamoto zao na kuwawakilisha kwa ufanisi zaidi. Katika hali hii, si kwamba waliopo wamefeli, bali mazingira yanahitaji aina tofauti ya uongozi unaolingana na hali ya kijamii na kiuchumi. Katibu wa Chama cha Mapinduzi Wilaya ya Moshi Mjini, Frida Kaya, amemtakia kila la heri Sajjad Mshele, kijana mwenye umri wa miaka 34 Mwalimu wa dini ya Kiislamu baada ya kurejesha fomu za kutia nia ndani ya chama hicho. Vizuri. Kwa kumalizia, kujitokeza kwa vijana wa CCM mjini Moshi kutia nia ya kuwania nafasi ya ubunge ndani ya chama na nyinginezo ndani ya chama hicho ni dalili ya uhai wa kisiasa ndani ya chama na taifa. Ni ishara ya kizazi kipya chenye ari ya kuchukua majukumu ya uongozi na kushiriki kikamilifu katika kuleta maendeleo. Hili linapaswa kutazamwa kwa mtazamo chanya, huku chama kikitoa fursa sawa kwa kila mwanachama bila kuvunja misingi ya heshima, umoja na mshikamano ambao ndiyo msingi wa CCM. Mabadiliko hayo ya kizazi si kielelezo cha kushindwa kwa waliopo tu, bali ni matokeo mchakato wa asili wa kuendeleza uongozi kwa misingi ya kupokezana vijiti.